Kwa wassalamu alaikum. Uongozi wa Afyatime na wafanyakazi wote tunawatakia Waislamu wote na Watanzania wote kwa ujumla heri ya sikukuu ya Eid al Adha. Habari Idul Adha njema kwa Waislamu wote. Um, tunawakumbusha kwamba kwa wale kwa wanaopenda kula nyama Msisahau kukaribia hapa, maweza kupata vipimo vya kolestro na uric acid. Lakini msiwe na shaka, kuleni nyama kwa amani na muwe na afya njema. Sikukuu njema, kula nyama tamu, lakini msisahau kunywa maji mengi pamoja na matunda. Hii ni siku ya ibada. Daka, na kwa wote karibu, tunatakia Eid yenye upendo, amani na afya njema kutoka kwa familia ya Afyatime hadi kwa familia yao unaotakia heri ya Eid Al Adha. Pia usisahau kusubscribe na kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya kujifunza mambo mengi kuhusiana na afya. Afya yako ni mtaji wako.